Anasema pamoja na mila zetu jamii ya Kimasai anayoongoza yeye na viongozi wenzake wamekubaliana kuheshimu sheria za nchi na hasa uchaguzi mkuu. Samani samani angesema kwamba la yok, hapigi kura, lakini kwa sasa tumesema wanapiga kura tunzi kwa kwenye ushindani Oldonyo Media. Habari, karibu nawe Kitendo cha kukutana leo hapa ndio kiashiria cha ingepata mpaka Morogoro, mpaka Kenya, mpaka Simanjiro, paka Andeni, maeneo yote ya Tanzania. Tunawashukuru sana kwa heshima hiyo. Nimemsikia mzee Kisongo anasema pamoja na mila zetu jamii ya Kimasai anayoongoza yeye na viongozi wenzake wamekubaliana kuheshimu sheria za nchi na hasa uchaguzi mkuu. Kwamba leo nimekuja kufanya uzinduzi wa Enkipaata kwa ajili ya watu kwenda rika li lingine. Zoezi hili linaendelea, tohara itasimama kwa maelezo ya, ya mwenyekiti wetu ni tarehe ishirini na nane na ishirini na tisa tu zoezi litakuwa likiendelea ili tarehe 29 28 8 mpate haki ya kupiga kura. Wangapi wamemwelewa mwenyekiti wetu? Na sisi kama serikali tunawashukuru sana kwa kuheshimu tarehe ya uchaguzi, kwa sababu uliwauliza waliojiandikisha wako wengi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tarehe ishirini na tisa viongozi wote mpaze sauti katika maeneo yote, watu wapate haki ya kupiga kura. Kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania, ni haki ya kuchagua viongozi unaowataka, diwani, mbunge, rais. Inawahakikishia kwamba uchaguzi huu utakuwa na amani na utulivu, na wote nendeni mkapige kura. Jambo la pili maeneo yote ambayo kwa asili mlikuwa mnatumia, tutahakikisha tunakaa na viongozi wenu kuyalinda. Leo hapa tulipokuwa, zamani ilikuwa pori. Isingefanyika jitihada za kulinda maeneo haya tusingekutana hapa. Hivyo hivyo, maombi ya viongozi kwa huko Elerai tutakaoenda kesho, ambako ndo mnakopata chokaa, nimesitisha shughuli zingine mpaka baada ya uchaguzi, ili serikali itakaa na viongozi kubaini hayo maeneo ambao kwa miaka mingi mmeyalinda na vyanzo vya maji mmevilinda, ili maeneo hayo tuyawekee mipaka na tuendeleze mila zetu. Na mimi sasa, kwa kauli hiyo, tumeazimia kwa pamoja kwamba tarehe 28, tarehe 29 na mimi kama msemaji Irmegoliki toning'o tarehe ishirini na nane tarehe ishirini na tisa hatuna tohara nchi nzima. Hii ni jamii inayoelewa maana ya uongozi, hii ni na jamii inayehusika kuunda serikali. Hatuko nyuma, nani asiyetaka jamani? Samia, nataka uone kwamba watu wanapenda Samia na serikali yake. Samani samani angesema kwamba la hapigi kura lakini kwa sasa tumesema wanapiga kura, tunikwa kwenye ushindani hapa kwa hapa. Kama ni jamii ya Masai washikenda mambonya katika kupiga kura, kuchagua serikali, kuchagua diwani, kuchagua mbunge na watumbambaishi. Oldonyo Media, habari karibu nawe.